Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa kipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama, aidha kwa kuweza kuzingatia lishe au kwa kuweza kufanya mazoezi au kwa kutuliza kiwa yake au kupata maarifa ambayo atakao mjenga na kuhakikisha afya yake inakuwa salama kabisa. Ikiwa mwendelezo wa madarasa hii, darasa la thelathini na tatu. Kama hujawahi kufuatilia darasa la kwanza mpaka thelathini na mbili, basi hakikisha unarudi nyuma na kuweza kupata madarasa yote ambayo imetangulia nyuma, lakini kama itakuwa ni mara ya kwanza unafuatilia, hakikisha unafuata la kwanza, lakini bado tutaendelea mpaka madarasa ya 100 ambayo ndio sana hezi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni cha msingi sana, au ni mzuri ukafuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha afya yako inakuwa salama kipindi chote. Swali kubwa ambalo nimekuwa nikiulizwa, mzunguko wangu upi ni mrefu sana na upi ni mfupi sana? Je, mzunguko wa siku 21 mpaka 35 ni mzunguko wa kawaida? Na hili swali limetokea baada ya wanawake wengi sana kupata mkanganyiko, na wengine sasa baada ya kushindwa au kupata e solution moja kwa moja kutaka kufahamu mzunguko gani na kawaida na mzunguko gani ambao sio wa kawaida, wamekuwa wakichukua hatua za kutumia dawa za mpango au njia za homoni, ili kuweza ikurekebisha mzunguko wake au kuweza kuzuia kushindwa kupata ujauzito pale ambapo hahitaji kupata ujauzito kwa kipindi hicho, kwa hiyo ni jambo gani la msingi hapa? Sasa nitaenda kukujibu ni mzunguko gani wa kawaida na mzunguko gani ambao sio wa kawaida. Sasa swali ni kwamba upi ni mzunguko mfupi na upi ni mzunguko mrefu na upi ni mzunguko wa kawaida na upi ni mzunguko ambao sio wa kawaida? Hayo ni maswali manne ambayo ameambatana pamoja, jibu lake litakuwa moja, moja. Mzunguko wa kawaida ni siku ishirini na moja mpaka arobaini na mbili. Huu ni mzunguko wa kawaida kabisa ambao mwanamke yeyote ambaye atakuwa na siku ishirini na moja au siku arobaini na mbili afahamu kwamba ni mzunguko wa kawaida, na wala apaswe kutilia mashaka kuhusiana na mzunguko wake. Kikubwa ni mzunguko ambao unajirudia mara kwa mara. Lakini mwanamke ambaye atakuwa ni mtu mzima au mwanamke ambaye atakuwa amekomaa, ashafikisha umri wa uzazi na amekomaa na, na hedhi yake ishafikisha miaka kumi tangu ameanza kwenda hedhi yeye yeah, mm -hmm. atakuwa na mzunguko mara nyingi ni siku 21 mpaka 35 huyu ni hali yake inakaribia kabisa lakini wanawake ambao wamebalia hivi karibuni watakuwa na mzunguko ambao ni mrefu kidogo au unaweza ukawachanganya au kawa mzunguko ni kukauka lakini wengi wamekuwa wakifikisha umri mrefu zaidi au hedhi zao zimekuwa ndefu zaidi ambazo mara nyingi ni siku 40 mpaka 45 wengi hapa huwa wanacheza wamekuwa na mzunguko mrefu zaidi lakini huyu pia ni mzunguko wake ni wa kawaida kabisa. Yaani e, utakapojiona wewe hauna miaka kumi experience ya kwenda hedhi. Yaani ndio kwanza umeanza hedhi na miaka mitano, na miaka saba, na miaka nane na mzunguko wako ni mrefu zaidi. Hiyo pia ni kawaida. Kikubwa ni mzunguko ambao umekuwa ukiendelea au umekuwa sio wenye kubadilika mara kwa mara. Lengo ni kukufahamisha kwamba ujue ni kipindi gani huko na kipindi gani ambacho huwa matokeo yanatokea. Kwa hiyo Unapojua kwamba wewe una miaka miwili, una miaka mitatu, una miaka minne, una miaka mitano ya hedhi, mzunguko wa siku 40 mpaka 45, mzunguko wa kawaida ambao haupaswi kutilia mashaka. Jambo muhimu, mzunguko ambao unakuwa wenye kujirudia mara kwa mara. Kwa yeye ambaye sasa unatamani kusoma mzunguko wako na kuhakikisha unakuwa salama kabisa. Jambo gani kuzingatia? Hali ambapo utasoma mzunguko wako lazima usome ndani ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Lakini bado kama utashindwa kufahamu ndani ya miezi mitatu mpaka miezi sita hakikisha unafika mpaka mwaka, na utakuwa na chati ambayo itakuongoza kuchora mzunguko wako na kuwa katika sehemu salama kabisa. Wanawake wengi wamekuwa wakitofautiana mizunguko, kuna mwingine amekuwa akienda siku 21, mwingine 22, hadi arobaini na mbili. Hao wote ni katika range ya kawaida kabisa, lakini mzunguko wa siku 21 sio ugonjwa. Na unapokuwa na mzunguko wa siku 21 usijione na kwamba ni mgonjwa au utakuwa tofauti na wengine. Baada ya kuuliza wengine wamesema mimi naenda siku 28. Sasa kwa sababu gani 28? Rudi darasa la 32, huwa nimeeleza kwa sababu gani. Kuna wakati wengi wamesema anakuwa na mzunguko wa siku 28 au mzunguko wa kwa siku 28, umekuwa kueleza kwamba ni jambo la kawaida kabisa. Utakaporudi utaelewa kwa sababu gani mzunguko wa siku 28 na kwa sababu gani imetokea na kuweza kupata manufaa. Ni maana nasema usisahau kufuatilia kila darasa, tutaelewa nini ambacho tunakizungumza hapa. Lakini mzunguko wa siku 35 na zaidi sio ugonjwa kwamba uanze kutafuta dawa ambazo huwa zinaweza kurekebisha mzunguko wako, lakini wale ambapo taisi unabadilika mara kwa mara, ndio tutafuta msaada, kwa sababu mwisho wa siku itakuchanganya wewe, lakini pia itamchanganya mwenzi wako ambaye anataka kufahamu mzunguko wako, au mnatamani kufahamu mzunguko ili kuweza kuutumia kama njia moja hapa kuweza kushika ujauzito au kuweza kukwepa ujauzito ambao tutakwenda darasa nyingine ambao itakuwa inazungumza masuala ya fam. Fam ni nini? Fam ni fertility awareness method, uwezo wa mwili au vitu ambavyo wao tunaviangalia pale mwanamke ambapo anatamani kushika ujauzito au kukwepa ujauzito. Tutatumia neno hili hapa au tutatumia tutatumia terminology na kuweza kuhakikisha na kuwa salama kipindi chote kikubwa tutakozungumzia famu ni kuwa na mwenza ambaye atakuwa sahihi ili uweze kuepukana na changamoto ya magonjwa ya zinaa na magonjwa mengine ambayo yanatokana na kujamiana. Unapofahamu mwili wako, ndivyo ambavyo unafahamu homoni zako, ndivyo ambavyo unakuwa salama kipindi chote. Hedhi si namba tu peke yake, ni vizuri ukafahamu mwili wako ili kuhakikisha unakuwa salama. Lakini kwa hiyo mwanamke ambaye alikuwa na changamoto ya hedhi na mzunguko wako umekuwa wenye kukutatiza, yani maana yake hauelewi mzunguko wako umekuwa ukirukaruka. Yani wewe ambao unasema mimi napitia changamoto ya mzunguko wangu umekuwa kiu kwenye kurukaruka kila mara, ufanyaje sasa? Mfano tuchukulie mfano mwanamke ambaye atakuwa na mzunguko wa miezi sita au atakuwa na data sita ambazo ziko tofauti tofauti. Tunaposema tofauti, mzunguko wa mwezi wa kwanza atakuwa na mzunguko wa siku 24 mzunguko wa mwezi wa pili atakuwa na mzunguko wa siku 26 32 40 20 ngapi labda hapa 28 na 30. Huyu, uh, sasa nataka kusoma mzunguko wake na kutaka kujua mzunguko wake, mzunguko wake kawaida ni upi na upi ambao sio wa kawaida. Huyu kwanza hana mzunguko wa kawaida. Jambo la kwanza lakini zaidi, kwa wale ambao nataka kufahamu zaidi huwa tunasoma mzunguko wa mtu ndani ya miezi sita kwa mtu ambaye atakuwa na mzunguko wa design hii. Kwa maana sayansi nasema au biolojia nasema mtu ambaye atakuwa na mzunguko wa siku 26, 24 na na, na thelathini huyu mtu atakiwa asome mzunguko ndani ya miezi sita. Baada ya hapo, akishafikisha miezi sita, ule mwezi wa saba huwa mwili una tabia ya kuanza tena mwanzoni. Kwa kama ulianza na siku ishirini na sita au siku ishirini na nne basi tunatarajia mwezi unaofuata au mwezi wa saba utakuwa na mzunguko ambao utaanza tena upya, au zile data za mwanzo ulizozirekodi ndizo ambazo utarudi tena. Kwa hiyo, yani mambo ya msingi kuzingatia na kama utashindwa kabisa, unaweza ukanitafuta, naweza nikakusaidia kusoma mzunguko wako na kuwa katika mazingira ambayo uko salama kabisa. Tuendelee kushare, kusubscribe na kulike ili kuweza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya na kuhakikisha na kuwa salama kichochote. Asanteni na mpaka wakati mwingine.